tuko hatua za mwisho. Mgodi ule ndio utakaolisha viwanda vingine kama hiki cha Kilimanjaro tu. Ahadi ya kudhibiti mafuriko kwenye baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro ikachomoza kupitia mkutano huu wa kampeni. Akawasili Arusha na kukutana na wananchi kwenye eneo la Usariva wilayani Arumeru. Mapokezi ya aina yake yakashuhudiwa wakati Dkt Samia akiwasili katika jiji la Arusha kupitia eneo la Mto Nduruma kambi ya Chupa. Mgombea ubunge wa jimbo la Arusha mjini kupitia Chama cha Mapinduzi Paul Christian Makonda, ndiye aliyeongoza mapokezi ya mpeperusha bendera kwa nafasi ya urais kupitia CCM. Dkt. Samia Suluhu Hassan. Nyuma yangu tu hapo ndipo ambapo mgombea huyu anapita akizisaka kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ramadhani Mvungi, Azam News, Arusha.